Nimevutiwa na mpango wa ACT Wazalendo kuelekea uchaguzi mkuu wa 2025 kupitia kauli mbiu ya tutashiriki tukipambana na tutapambana tukishiriki. Sio dogo lakini nataka mnielewe. Kuna wenzetu wameshajitoa. Wao wame, wanapambana nje ya ulingo. Nadhani mnawafahamu. Wao wamesema watapambania nje ya ulingo. Huwezi ukawa unaingia kwenye mapambano ukapambana nje ya uwanja wa mapambano, ukasema unapambana huko ni kuimba ngojera au kuimba mapambio. Siku zote mpambanaji anapambania kwenye ulingo, na ndiyo maana kwa kauli hii ya ACT Wazalendo tutashiriki tukipambana na tutapambana tukishiriki ilinivutia sana, kuonesha kwamba ni vijana tunatakiwa kuungana kuhakikisha kwamba tunakiunga chama cha ACT Wazalendo mkono ili kupambana kuhakikisha tuna tunamtoa CCM madarakani, kuhakikisha tunatimiza ndoto za Watanzania, kuhakikisha tunagusa maisha ya Watanzania kwa pamoja. Kama wazalendo wa taifa hili, tuna uwezo wa kumtoa CCM madarakani na tutamtoa kupitia s